Kaka yangu na dada yangu, kuna nyakati katika maisha, unaomba, unasubiri, unauliza, lakini Mungu hajasema chochote. Hakujibu kama ulivyotarajia, hakufungua mlango, hakutoa ishara ya haraka. Na hapo ndipo wengi huchoka. Watu wengi hudhani Mungu akinyamaza anamaanisha amekuacha. Lakini ukweli ni huu: Mungu akinyamaza, mara nyingi anafanya kazi kwa undani zaidi kama mzazi anayemfundisha mtoto kutembea, wakati mwingine hasemi kitu, anaangalia tu. Sio kwa sababu hajali bali kwa sababu anataka aone ulichojifunza. Kuna maombi Mungu huyajibu kwa maneno, huyajibu kwa kukujenga tabia, huyajibu kwa kukuvunja kiburi, huyajibu kwa kukuandaa kwa kitu kikubwa kuliko ulichokiomba. Biblia inasema, nyamazeni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Kunyamaza hapa sio kukata tamaa, ni kusikiliza kwa undani. Wakati Mungu ananyamaza, hapo ndipo hofu yako huongea sana, hapo ndipo mawazo yako hujaa maswali, lakini pia hapo ndipo imani ya kweli hujengwa. Usikimbilie kubadilisha mwelekeo kwa sababu Mungu hajazungumza haraka. Usidhani mlango umefungwa kwa sababu haujafunguliwa leo. Kuna mambo yanahitaji ukomavu mavu, kabla ya baraka. Mungu hakukawia, anakuandaa, anakupima moyo. Anajua ukipewa mapema unaweza kuharibu ulichokuwa ukikiomba. Yesu mwenyewe alikaa kimya mara nyingi, na bado mapenzi ya Baba yalikuwa kazini. Kama leo Mungu hasemi, usiogope. Endelea kuwa mwaminifu, endelea kuwa mtulivu, endelea kutembea sawa. Kimya cha Mungu sio kukataliwa, ni maandalizi kabla hujalala. Leo jiulize, je, yeah, ninaamini Mungu hata anaponyamaza? Hmm. Tuombe. Baba wa mbinguni, nifundishe kukuamini hata nisiposikia sauti yako. Nipe amani katika kimya chako. Amina.